Jambo wanafunzi. Marahaba, muhali gani? Haya tuketi. Mlema. Wakati ni wa Kiswahili. Sarufi. Sarufi. Sarufi. Sarufi. Umoja wa majina. Umoja wa majina. Umoja wa majina. Umoja wa majina. Umoja wa majina. Umoja wa vitu. Vinavyopatikana darasani. Vinavyopatikana darasani. Umoja wa vitu vinavyopatikana darasani. Umoja wa vitu vinavyopatikana darasani. Kalamu. Kalamu. Kalamu. Kalamu. Kalamu nitawaonyesha hapa. Kalamu. Hii ni kalamu. Pili? Kitabu. Pili, kitabu. Tatu, begi. Tatu, begi, begi. Nne, dawati, dawati. Kila mtu anajua dawati, sindio? Haya, dawati tano. Kifutio, kifutio, kifutio, kifutio, kifutio, kifutio, kifutio, kifutio, kifutio. Ta, ubao ubao, ndio ubao ubao ubao. Lula ndio hii yeah. Kichongeo. Kichongeo. Kichongeo. Kichongeo. Kichongeo. Yeah. Chaki. Chaki, chaki. Chaki. Chaki. Chati, chati. Chati. Chati. Chati. Chati. Haya, chati ndio hizi. Moja, chati moja, chati. Moja, chati. Moja, chati. Haya, tuanze hapa sarufi. Sarufi. Umoja wa majina. Umoja wa vitu vinavyopatikana darasani. Moja? Kalamu. Pili? Kitabu. Pili? Kitabu. Tatu? Begi. Tatu? Begi. Ine? Dawati. Ine? Dawati. Tano? Kifutio. Tano? Kifutio. Sita? Ubao. Sita? Ubao. Saba? Rula. Saba? Rula. Nane? Kitokeo. Tisa. Tisa. Kumi. Kumi. Umoja wa vitu vinavyopatikana darasani. Umoja wa vitu vinavyopatikana darasani. Haya, tuandike.